Kurwa Ryoba, mkazi wa kijiji cha Buzingwa Majengo wilayani Bunda mkoani Mara, ameishukuru serikali kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA kwa kujenga vizimba maalum vya kuchotea maji vinavyolinda wananchi dhidi ya mashambulizi ya mamba na viboko katika ziwa Victoria. Ryoba alipoteza mguu mmoja baada ya kushambuliwa na mamba wakati akivua wa samaki katika ziwa hilo. Sasa anatoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanatumia vizimba hivyo vilivyojengwa na serikali ili kujiepusha na madhara kama aliyoyapata. Mwananchi mwingine wa eneo hilo ni Neema Msalika, amesema vizimba hivyo vimeleta unafuu mkubwa kwani vinawezesha kuchota maji, kufua na kuoga kwa usalama bila hofu ya kushambuliwa na wanyama hatari. Nilikuwa najiamini, nilikuwa nikiingilia kule kama kule idara maji kule, nilikuwa natembea kwa miguu paka nafika mpaka huko tena nakurudi, lakini kilichonipata anayejua ni Mwenyezi Mungu. Ndo naomba wenzangu kwamba msiige kwangu, msiige kwangu na mmeona kilichonipata, nanyewe msirudi kwamba mbona, muta, mbona Kurwa Ryoba alikuwa anatembea hivyo, mbona yee ilikuwa mpata imekuja kumpata tena mchangani, eh? nchi kavu. Awali afisa wa habari wa TAWA, Beatus Maganja, amesema ujenzi wa vizimba hivyo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kulinda maisha ya wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya wanyamapori bila ya kuathiri makazi asilia ya wanyama hao. Unajua, ni fedha nyingi ambayo inatumika katika ujenzi wa hivi vizimba. Tuhakikishe tunazingatia matumizi sahihi ya vizimba. Tumefika hapa na kumkuta mama anafua hapa, hii kwetu ni faraja, faraja kubwa sana. Hawa wanyama wapo, na kwa namna yote ile hatuwezi tukawafukuza humu, kwa sababu humu ndio sehemu yao ya asili ya kuendelea kuishi, si ndio? Jamani Nde. kwa hiyo kwa kuwa tunalitambua hilo ni hao ni maeneo yao, sisi tuwaepuke kwa namna ya kutumia hivi vizimba, basi tuwekeane zile sheria ndogondogo za kijiji ambazo zitatusaidia sisi kuunda, tukisema labda elfu ishirini, tukisema elfu thelathini, tukisema elfu hamsini, tukimpiga faini mwenyekiti kwa kuleta uharibifu katika hili eneo kwa elfu hamsini, mtendaji hawezi kurudia wala mtu mwingine hawezi kurudia. Kwa hiyo tuwekeane zile sheria ndogondogo kuhakikisha kwamba tunailinda hii miundombinu ambayo inaletwa na serikali.